Mkoa Shinyanga una wilaya sita ambazo ni Kahama mjini, Kahama vijijini, Kishapu, Shinyanga vijijini, Shinyanga mjini na Usheto. Tumeingia katika wilaya ya Usheto. Wilaya hii ipo magharibi mwa mkoa wa Shinyanga, ni wilaya mpya iliyoanzishwa tarehe 23 mwezi wa 11 2000 12. Leo tumeangalia ukulima wa zao la korosho katika wilaya hii. Korosho ni zao jipya katika wilaya hii. Tumefika ofisini kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Ushetu, ndugu Maiko Matomola. Jambo la kwanza tuliomba kujua wamepokeaje kilimo cha zao hilo la korosho. Zao hili sisi tumeliamua kuwa ni zao la mkakati kutokana na jiografia ya wilaya yetu, kwamba jiografia ya wilaya yetu inavyoonyesha ina, ina, ina, inafaa kwa zao la korosho. Kwa hiyo baada ya kuona jiografia ni in, jiografia rafiki kwa zao la korosho tukawasiliana na na kituo cha utafiti cha Naliendele kilichopo Mtwara ili kusudi waje kufanya utafiti wa zao hilo katika halmashauri ya Ushetu. Kituo cha Naliendele kupitia kwa Dr. Kapinga, mtafiti kiongozi, walifika kwenye halmashauri ya Ushetu wakaridhia kabisa, hakika kutokana na jiografia na mazingira ya halmashauri ya Ushetu inafaa kulimwa kilimo cha korosho, ndipo tulipowasiliana na bodi ya, ya bodi ya korosho Tanzania ili kusudi tu, watu, wa, waweze kutupatia mbegu. Tunashukuru kwa katika hii awamu ya kwanza bodi ya, ya korosho Tanzania imefanikiwa kutuletea kilo themanini ambazo katika hali ya kawaida zinaweza zikatosha kupandwa kwenye hekari mia nne kwa hiyo hivi sasa tupo katika hatua za awali za kutawanya hizi mbegu na zingine ni kuonesha mfano kwa wakulima jinsi ya kuzisia na kuzipanda kwenye viriba ili kusudi waweze kwenda kuzipandikiza katika mashamba yao. Hakika tunaishukuru bodi ya, ya ya Korosho Tanzania kwa kutuwezesha kuanza rasmi kilimo hiki cha korosho hapa Ushetu. Ushetu kwa ujumla ina ina ina, ina ina ina ina watu laki tatu na nne elfu mia nane hamsini na mbili, na katika hao watu wametengenezwa wame na kaya takriban elfu arobaini na saba na katika hizi kaya elfu arobaini na saba kaya elfu thelathini na mbili zinajishughulisha na kilimo. Kwa hiyo tuna ni mataraji yetu kwamba zao hili la korosho ambalo kwetu sisi ni, ni, ni zao saidizi la mazao mengine ya biashara litapokelewa lita na hakika limepokelewa kwa kwa shangwe kabisa na, na wananchi wa Ushetu, hasa hizi kaya thelathini na mbili hivi sasa tunakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa mbegu. Sasa hivi kwa Ushetu ni msimu wa kilimo ni msimu wa kuandaa na kupanda mbegu mbalimbali mbali mashambani. Sasa wanahitaji mbegu, tuna changamoto ya mbegu, lakini tumeahidiwa na bodi ya korosho kwamba itafanya kila linalowezekana, watatuletea mbegu zaidi ili kusudi tuzisambaze kwa wakulima. Uh, wananchi wa Ushetu wamepokea, wame, wame na wako tayari sasa kushirikiana nasi kuitikia wito wa serikali Mheshimiwa John Pombe Magufuli ya hapa kazi tu, kwa kufanya kazi, hasa kuwekeza kwenye kilimo hiki cha korosho, ili sasa wao waondokane wa, wa, wa na umaskini, kwa sababu ni kauli mbiu ya Mheshimiwa rais kwamba hapa kazi, na wenyewe wameamua kutekeleza kauli mbiu hii kwa kulima zao la korosho. E, kwa kuanza tuna kata mbili ambazo kwa sababu ya hizi ekari tuna kata mbili ambazo tumezisambaza, kata ya Mapamba na kata ya Nyamilangano lakini pia kata jirani nazo wameomba. Kwa mfano kata ya kisuke na kata ya Igunda hizo nazo ziko tayari kuanza na hicho kilimo lakini kadiri tunavyoendelea kilimo hiki tutakisambaza kwenye kata zetu zote ishirini za halmashauri ya Ushetu ili sasa zao hili likawe ni zao saidizi la biashara na ni kama zao mkakati kwa halmashauri yetu. Almashauri ya Ushetu tuko vizuri katika kilimo na asilimia zaidi ya, ya, ya, ya hamsini ya mapato yetu ya ndani yanatokana na kilimo. Mazingira yetu ni ya kilimo na wananchi wetu na wananchi ni ni wakulima na tena ni wakulima hodari kabisa na tunalima kisasa Ushetu. tunalima kwa kutu, Ushetu sisi sasa hatutumii jembe la mkono tena. Sisi kilimo kikubwa kwa asilimia zaidi ya sabini ya kilimo chetu tunatumia jembe la kukokotwa kwa ng'ombe, asilimia tano tunatumia matrekta na asilimia zinazosalia ni kwa ajili tunatumia kwa, kwa jembe la mkono kwa tume, tume, tupo katika kiwango cha juu kabisa cha kilimo katika nchi yetu, kwa sababu tumetoka kwenye matumizi na te, ya tegemezi ya kilimo cha mkono. Sasa hivi si tunatumia jembe la kukokotwa kwa ng'ombe, kwa hiyo tuko vizuri kwenye kilimo hakika. E, ni matarajio yetu kwamba kwenye kilimo cha korosho tutaongeza mapato kwa kiwango kikubwa, kwa sababu e, sisi ni wakulima na ni wakulima ambao tunafuata maelekezo ya wa wataalamu wa kilimo. Hivi sasa wakulima wetu wana, wana, wana, wana, wanasumbua sana kupata wataalamu wa kilimo ili wakawaelekeze. Tunaamini kwa kuwa wamekwisha kuhamasika kwenye kutumia wataalamu, zao la korosho litatupatia tija sana. Wajiandae ndugu zetu wa Mtwara, wajiandae ndugu zetu wa Lindi na Watunduru. Tunajiandaa, tunajipanga, tuna, tuna miaka mitano ijayo tunaweza kuwa katika soko moja la, la, la, la, la zao hili la korosho. Niwaombe ndugu zetu kwamba tutakapokuja kuwaomba namna ya, ya, ya masoko ya zao hili wakati tutakapowadia, wa wasiwe wachoyo na tunaamini wenyewe ni waungwana, watatusaidia kupata namna gani wanaendesha zao hili. Ninawahamasisha wao wajipange, vinginevyo sisi Usukumani huku tutawapiga tuta, tuta, tuta, tuta bao. Asante. Baada ya kumsikiliza mkurugenzi wa halmashauri ya Usheto ikaja zamu ya mtafiti mkuu wa zao la korosho, Dkt Kapinga. Yeye aliamua kufundisha njia bora ya kupanda korosho. Sasa unapochimba udongo ule wa juu ambao una rutuba na ule wa chini mwekundu ule, unaweka ule wa juu utachanganya na mbolea ya samadi ambayo imeshaoza vizuri kabisa, imeshapoa isije ikaunguza mmea utakaopanda. Bala na ule udongo ambao umeshachanganya na mbolea ndio utakaotangulia ufike kwenye shimo. Kwa hiyo udongo huu ni udongo ambao una rutuba ya kutosha. Sasa ni vizuri weke alama katikati ya shimo, katikati kabisa. Ili pengine ikatokea bahati mbaya imenyesha mvua usije kapokea katikati ya shimo. Kwa sababu kama ikinyesha mvua wewe haupo. Unaweza kujifukia na kupanda mche pengine unakwenda kuweka hapo, pembeni kabisa. Kumbe ni vizuri kuweka alama katikati ya shimo ili kuongoze wapi utakapoka mche kwa hiyo udongo wako nasikia. Sasa, kitu ambacho naomba nielekeze na ni tahadhari sana, watu waelewe namna ya kupanda mche wa mkorosho ambao ulikuwa kwenye kibiba. Wakulima wengi wanapoteza miche, inakufa, inakauka kwa sababu ya kupanda bila uangalizi. Sasa sema, huu ni mche, ulipandwa mbegu, ulipanda kwenye kibiba, kaota, umefikia umri wa kuweza kupanda shambani, unaweza kuwa na saizi au kama umezidi ukubwa kidogo, lakini cha msingi ndio kwamba namna gani unatakiwa huyo makini wa kupanda mche wako kutoka kwenye kiriba. Hatua ya kwanza kabisa, utatoa hiyo alama na utatengeneza shimo ambalo mche utakaa. Kile kina inabidi kifanane na liko ishia udongo kwenye kiriba ilingane na level ya usawa wa ardhi. Sasa ukishaona mche wako umekaa mahala pazuri na umezama sawasawa, unachofanya ni kiwa kwenye shimo hilo unaweza ukaulaza hivi. Sasa kwa nini tunafanya vile? Tunaogopa udongo usibomoke. Huu udongo kwenye mfuko kibomoka, ni uwezekano mkubwa sana mche unaweza kunyauka hapa kabisa. Kwa hiyo utakachofanya pia inabidi waangalie. Unaona sehemu kama hizi, unaweza kuta mfuko umejikunja. Sasa kwenye kutoa mfuko inabidi waangalie namna gani <coughs> utauchana. Wengine wanasema labda unachana toka juu, lakini ni sawa lakini, athari ni kwamba kama mfuko wako ulikuwa umejikunja hivi nja hivi wewe ukachana upande huu ulionyoka, inawezekana kabisa utakapata kuchomoa mfuko hiki kitu hiki kipande huku kikatikisa udongo. Ndio maana mimi napenda kushauri kwamba angalia mfuko wako umekaa vizuri, alafu chana kuanzia chini. hivi sasa, hapo udongo hatujautikisa kabisa, yaani hatujaharibu hali ya udongo ulivyokuwa kwenye kiriba. Mizizi imekaa vile vilivyokuwa mwanzo. Kinachofuata sasa pale, inabidi usimamishe kwa uangalifu kabisa, si usimamishe. So, vile unarudishia udongo Sasa mpaka hapo huu mche hatuja, hatuja, hatuja, hatuja, badilisha mazingira uliotokea kwenye kitalu, bado kwenye udongo ule ule, kama ni mizizi ilivyokaa imekaa vile vile. Sasa hatua nayefuata ni kutoa huu mfuko. Wewe unashika hivi. Sasa nini faida kufanya vile ni kwamba mizizi ya mkorosho bado kwenye udongo ule ule ambao ulipandia, huja utikisa kitendo cha kufanya vile, ni kwamba ni saa umehamisha mche kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tofauti. Na ukishika labda bahati mbaya mkononi hivo, ukachana ule mfuko ikabomoka, mkorosho huwa huwa hauumili sana hali kama hiyo, kwa sababu baada ya pale utafikia ameshika mkononi pengine uko na story, anapiga pia, anaongea ongea, eh, anakata labda hivi sasa, hapo tayari umeshaanza kuleta matatizo, kwa sababu huu ndio bado ni mdogo. Lakini kama ukoni umekuwa mrefu, mzizi ungetokea ume sasa, kitendo cha kuonyesha mzizi kwenye jua bado panitatizo, umeshaanza kuleta matatizo. Kwa hiyo unaenda nao bahati nzuri umeloa sana, kama njotokea oloa sana udongo pengine no, ungebomoka wote kabisa. Sasa kama ungekuwa mzizi umetokea huku, basi pale ni mashaka, sasa ni shida. Kwa hiyo we ni vizuri sana wakulima wao wa makini kwenye kupanda, wakikisha kwamba mfuko kwa sababu pale chini ni rahisi sana kuleta madhara. Na hii kitu ni sisi kule kusini, jamani tunaita korosho ni dhahabu ya kijani. The green gold. Afisa kilimo wilaya ya Usheto anatueleza matarajio yake baada ya kupokea zao hilo jipya katika wilaya yake. Kupitia katika kilimo cha korosho, tunaamini kwamba tutapata mazao mengi, lakini pia sio zaidi tu ya mazao, lakini pia lishe ya watu itaboreka na pia uchumi wa mtu au uchumi wa ngazi ya kaya utaboreka. Zaidi ya uchumi wa ngazi ya kaya, pia hata halmashauri yetu itaweza kupata ile tunaita crop cess au ushuru wa mazao, maana huko nyuma tulikuwa tunategemea tu kwenye pamba na kwenye, kwa, kwenye tumbaku, lakini sasa hivi tunaongeza tena zao lingine ambalo ni korosho. A, mpaka sa hivi wananchi wameitikia sana mpaka hivi ungea, yani, mbegu zinaonekana azitoshi kabisa, maana kilio cha watu tumezigawa kwanza kwenye taasisi, taasisi za kidini, taasisi za kielimu, mfano shule za sekondari sita zimepata, watu binafsi wakulima 34 uiwa, lakini pia shule za msingi 42 wameshapata. Hiyo tunaamini kwamba kupitia zao hili au hizi mbegu za kwanza tulizopata itakuwa chachu na watu wengi wataweza kuhamasika katika kulima zao hili. Hili zao, um, ukilinganisha na mazao mengine hatua zote za kitaalamu zilifanyika katika kuidhinisha kwamba tuweze kulima katika halmashauri yetu au la, maana udongo uliweza kupimwa, uh, uoto wa asili uliweza kuainishwa na ikaonekana kwamba kule unakostawi na huko inafanana, lakini pia kiwango cha mvua kinachopatikana huku na huko kinafanana na na yale mahitaji halisi ya mvua. Kwa hiyo ili zao linaweza kabisa likafanya vizuri, na kabla hata ya ujio wa hizi mbegu mpya, lakini tumekuwa na hili zao miaka ya nyuma, kuna miti mirefu tu ina miaka ishirini, miaka ishirini na tano, miaka thelathini. Kwa hiyo sio zao jipya sana. Kwa mfano kuna maeneo yanaitwa Ukune, yanaitwa Mbika, uh, yanaitwa Igunda. Ukienda unaweza ukakuta mikorosho iko ile ya asili. Kwanza kabisa napenda nitoe shukurani zangu za dhati bodi ya korosho Tanzania pamoja na kituo cha utafiti na liendele, kwa ushirikiano ambao wametupa mpaka sasa. Tulianzisha wazo la kuwa na kilimo cha zao la korosho kupitia management, na tulianza na vikao vya uhamasishaji kwanza kwenye kamati tendaji ambayo ni CMT, na pili tukaenda kwenye kamati ya uchumi ambayo ni kamati inasimamia idara yangu baadaye tukaingia kwenye kamati ya fedha na mwisho kwenye baraza la madiwani. Kote huko tulipata mwitikio mkubwa sana wa waheshimiwa madiwani ambao nao baada ya kupata hizo taarifa wamepeleka taarifa kwa wananchi ambao wanawaongoza. Kwa kweli uhamasishaji umefanyika na mwitikio wa wakulima, wakulima zao hili ni mkubwa mno kiasi kwamba kiasi cha zile mbegu tulizoletewa toka Bodi ya Korosho ambazo ni kilo 80 imekuwa ni chache mno kugawa kwa wakulima wote ambao wanahitaji. Na mpaka sasa tulianzisha kitaru kimoja ambacho kipo hapa makao makuu, lakini pia kuna baadhi ya wakulima ambao wameonyesha nia ya dhati ya kulima kilimo hiki, ambao pia tumewagawia mbegu kama mbegu kwa lengo la kwenda kuotesha wao wenyewe, lakini pia kuna jitihada nyingine zimefanyika. Tumegawa mbegu kwenye vituo vya, vya taasisi mbalimbali kama shule za msingi, makanisa na shule za, za sekondari pia. A, matarajio yetu ni kuongeza ekari kwa wakulima na mwisho wa siku tuje tuwe na uzalishaji wenye tija kwa wakulima na hatima yake tutaongeza kipato kwa wakulima wetu na hatimaye halmashauri kwa ujumla, kipato chetu kitaongezeka na hivyo tutaweza kutoa huduma kwa wakulima vizuri kabisa. Diwani wa kata ya Nyankende halmashauri ya Ushetu anaelezea matumaini yake katika swala zima la kukuza mapato ya halmashauri hiyo, zao hili ni, ni, ni zao ambalo litakuwa ni marobaini sana kwenye uchumi wa wananchi wetu. Maana sasa ni zao la, la kudumu, ni zao ambalo linakuwa na kipato kikubwa. Maana tumekuwa tukiona vyombo vya habari na wananchi mbalimbali mikoa ya Lindi Mtwara na Ruvuma wanavyonufaika na zao hili la korosho. Kwayo, kwa hiyo kwetu sisi ardhi hii kwanza ni ardhi rafiki kwa zao hilo, lakini bado itatuinua kwa kiasi kikubwa sana kiuchumi. Maana tumekuwa tukilima mazao mengine ya msimu ambayo yamekuwa yakigubikwa na changamoto nyingi, ukame, wadudu na uharibifu wa aina nyingine nyingi. Lakini sasa kwa ujio wa zao la korosho ndio itakuwa mbadala wa mazao ambayo pengine yamekuwa na changamoto nyingi sana katika utekelezaji wake wa kilimo kwa sababu e, halmashauri kama taasisi e, lazima iwe na mkakati wa kuwa na vyanzo vya kudumu. Tunapozungumzia vyanzo vya kudumu, maana yake kwamba halmashauri itapata fedha nyingi sana kutokana na, na, na, na, na ushuru wa mazao ya, ya korosho e, sambamba na mazao mengine kama tunavyopata kwenye zao la tumbaku. Lakini zao hili kwanza litahifadhi mazingira lakini bado itatusaidia kiuchumi na kwenye maeneo ambayo yatakuwa inalimwa, haiwazuii wananchi kulima mazao mengine. Maana kwa maelezo ya wataalamu unavyosema kwamba shina moja kwenda shina jingine ni mita kumi na mbili. Sasa katikati hapo unaweza ukapanda mazao mengine na yakastawi vizuri sana e. Kwanza wananchi niombe ni tu kwamba wahamasike, wa, wa waitikie kulima zao la korosho, maana ni zao ambalo Hali, hali, hali na usumbufu kama tunavyolima mazao mengine. Ni zao ambalo mwananchi ukisha alima, likisha fikia ule umri wa kuzaa, unakuwa unavuna tu kila mwaka, haufikiri tena kupanda panda mara nyingi. Hiyo kwa kwa sasa kwa sababu tu, ni mwanzo. Sasa tuingie tu, tu, tu kwenye soko la ushindani tuonekana kwamba ni halmashauri ambayo imekuwa na, na, na, na tija kubwa sana kwenye utekelezaji wa kilimo cha zao la korosho. Mimi kwanza wito wangu kwa, kwa watafiti Eh, kwa namna walivyoanza kufika sasa, iwe ni wafanye kuwa mpango endelevu, wafike mara kwa mara, watembelee maeneo yote ambako tunahitaji wananchi wetu wapate elimu hii, kama ambavyo wanafanya maafisa yetu wa, wa, wa ugani kwenye vi, kwenye vijiji na kata zetu hasa, na wao tutembelee mara kwa mara, lakini bado watuletee mbegu za kutosha hii tuendelee kulima eneo kubwa zaidi maana sasa kwa utafiti huu tumegundua kwamba e, tuta, tutapata tuta, tuta mapato makubwa, lakini bado wananchi wetu wataimarika sana kiuchumi. Kimsingi, tunawashukuru sana watafiti hawa, waendelee tu kufika e, na niwakaribishe ni, ni, ni tu sana kwenye kata yangu Nyankende. Ni kata moja ambayo ni nzuri sana, ina ardhi nzuri, ina udongo ambao ni rafiki sana kwa zao hili, kwa kweli. hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Kilimo Ajira Yangu. Usikose wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.